Kati ya utulivu wa kijiji cha Embusamba, wadi ya Lwanda Kusini, gatuzi la Vihiga, kuna jina linalonong'eneza kwa heshima Mukuyu. Hapo ndipo nyumbani kwa jamii yenye nguvu ya Waluhya Wabunyore. Ila Mukuyu si jina tu, bali ni mahali pa kihistoria palipokuwa pamepakana na kanisa la Kianglikana, na dithi yake ni taswira ya utamaduni, hekima na msunguko wa maisha. Mzee Esau alisimulia asili wa mti wa Mukuyu, akieleza ushuhuda wa jinsi jamii ilivyoithamini Mukuyu katika maduni yake ni zaidi ya eneo tu, ni kumbukumbu inayoishi, ushuhuda wa jinsi jamii inavyothamini utamaduni wake. Jina la mkuyu lilisalimika si kwa mti mwenyewe, bali kwa maamuzi ya viongozi wa uhodari wa waluhya wa bunyore kudumisha urithi wao, ukithibitisha kwamba wakati mwingine jina lina nguvu zaidi kuliko kitu kilichokiwakilisha ingi mti wa mkuyu zamani ulitumika kama kikao cha mkutano maalum cha baraza la wazee, mahali pa kutoa kafara kusherekea mizimu ya mavuno na hata kuabudu. Maana ya Mukhuyu, kuna mti hapo ulikuwa naitwa mkuyu. Wasee walikuwa na keti hapo, wanatengeneza hapo barasa wasee wa samani, alafu wakaita jina Mukhuyu. Hapo lilikuwa barasa ya wasee wa sakami, hasa visamba walikuwa na keti hapo tengenezea maneno yao ya ukoo. Imekuja tu hivi juzi, wakati okay, walianza kugawa kila sehemu, wanaweka hapa, yote mna hii hapa, yote mna hii Miaka mingi baada ya mti wa asili kuanguka na kubadilishwa na mwingine, mahali hapo bado panajulikana kwa jina moja tu, Mukuyu. Huo mti mti ilianguka tu yenyewe. Ilikuwa tu mkubwa kabisa paka anza kuanguka, ingine ilikuwa na meaji yake, ilikuwa inaitwa Rufuri. Sasa mlufuri hiyo ikaja kuwa kubwa, ikaja kuwa kubwa, alafu kamesa ka hiyo mkuyu, alafu mkuyu kanguka tena, hiyo mlufuri na nameajo ya katikati kati. Hapo siwezi kusema sana, kwa sababu wakati tulipoona hiyo mti na mea hiyo ilikuwa inaitwa mlufuri, alafu au kusema kitu chochote cho baadaye tu ndio ikaanza kuanguka tu yenyewe. hao wazee walikuwa wamekufa sasa, walikuwa wamekufa, ilikuwa naanguka tu. kwa sehemu yetu sisi kama kisasi ya ine, kisasi ya ine ndio ilianguka tumia, alafu ndio imeanguka kama imeezeeka. Hapa mzee wa kijiji uh, mzee wa kijiji sasa, imebaki tu kuna barasa ndio hapo tunajifunjia sasa. Tunafunja vijana wana, wa sasa sasa, kwa sababu hiyo mkuyu sasa imeisha, sasa tuko tuna sehemu ya chief. Hapo chifu naita barasa, ndio tunaongea na vijana, tunaambia jinji ilivyo. Nikiripotia Maseno Redio, jina langu ni Samuel Bashar.